Mwanadada Mange Kimambi ameeleza yake ya moyoni kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambapo kiujumla amehitimisha kwamba Watanzania wengi wamemtelekeza Mheshimiwa Lissu na wanamwangusha. Kama unavyofahamu, Mheshimiwa Lissu wiki chache zilizopita alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma na hatimaye kusafirishwa kupelekwa jijini Dar ambako muda mfupi baadaye alifikishwa mahakamani na kusomewa mashtaka manne. Moja kati ya mashtaka hayo ni hatari, ambapo ni shtaka la uhaini. Na majuzi tarehe ishirini na nne, Mheshimiwa Lissu alipaswa kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kesi yake kutajwa tena, lakini haikuwa hivyo. Kesi hiyo iliendeshwa kwa mtandao, na kuendeshwa huko kwa mtandao ilikuwa kinyume na matakwa ya Mheshimiwa Lissu kwa sababu alipaswa kushiriki mwenyewe in person lakini jeshi la magereza halikutoa maelezo ya kueleweka kwa nini mheshimiwa Lissu kufikishwa, wala um, serikali kwa ujumla haikueleza chochote. Lakini kubwa zaidi ni kwamba siku hiyo tarehe ishirini na nne kulifanyika unyama mkubwa sana uliofanywa na jeshi la polisi dhidi ya baadhi ya viongozi na wanachama wachache wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Chadema waliojitokeza kufuatilia kesi ya kiongozi wao. Lakini turudi kwa ambacho amekieleza Uh, mwanadada Mange Kimambi amerekodi ni, ame, ame video uh, ni ndefu kidogo kwa hiyo nitakachofanya hapa sio kurudia alichokisema bali alichokiandika katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter. Ameandika hivi, haki vile tarehe inayofuata ya kesi ya Lissu, kama wananchi hawatoenda Kisutu, I think it's time kina Lissu waachane na Watanzania maana watauawa bure for nothing. Lisu na wanachadema mia mbili peke yao hawatoweza kuleta mabadiliko Tanzania. Ni lazima malaki ya wananchi wasimame, wasimame nao ndiyo watafanikiwa. Kazi ya kukomenti tu tuko na Lisu, kujaza komenti kwenye social media hakumsaidii Lisu kwa chochote kile. Kama uko na Lissu, nenda Kisutu, sio una comment upuuzi. Kwa hiyo hii ni tweet aliyoandika, um, April 24 mwaka huu wa 2025 na 25. Na kwa mnaofuatilia channel hii, mnakumbuka katika video iliyopita, uh, niligusia kuhusu hili la mahudhurio um, hafifu, yani jinsi wito wa unaotolewa na viongozi au unaotolewa na wanachama wa Chadema kwenye matukio muhimu kama hili la kesi ya Mheshimiwa Lissu, kwa sababu wote tunafahamu kwamba kulikuwa na hamasa kubwa iliyokuwa ikifanywa kwamba jamani, tujitokeze kwa wingi siku ya kesi ya Mheshimiwa Lissu tarehe 24, na zikapatikana taarifa kwamba kuna watu wanatoka mikoani wanakuja uh, maalum kwa ajili ya kesi hiyo ya Mheshimiwa Lissu, kwa sababu kisheria, licha ya jeshi la polisi kupiga marufuku kwamba watu wasifike mahakamani, hiyo ilikuwa ni haki yao ya kisheria. Um, hawakuwa na mpango wa kufanya maandamano, hawakuwa na mpango wa kufanya vurugu, walikuwa na haki ya kuja kusikiliza kesi uh, iliyo ambayo wengi wanaamini ni ya kisiasa dhidi ya mheshimiwa Lissu. Lakini ukweli mchungu ni kwamba mahudhurio yalikuwa hafifu sana. Hilo moja, lakini hata katika hayo mahudhurio hafifu wengi, waliojitokeza walikuwa ni viongozi wa Chadema, sio wanachama wa kawaida na hii ikawa inakumbushia tena wakati wa yale maandamano ya mwezi August kama sikose, mwaka jana, ambapo kulikuwa na hamasa kubwa kwa maandamano, yatatokea wana Chadema tujikusanye, tutokee. Lakini siku ya maandamano ilipofika, wakajitokeza mheshimiwa Mbowe wa wakati ule akiwa mwenyekiti wa taifa, mheshimiwa Lissu na viongozi wengine wawili watatu. Sasa unaweza ukakaa ukajiuliza kwamba hivi Chadema ina wanachama wangapi, kwa, kwa, kwa sababu taarifa ambazo zimekuwa ziki Um, fahamika kwa mujibu wa chama ni mamilioni ya wanachama nadhani milioni tano na kadhalika, lakini um, hamasa inapotolewa kwa mfano kwa jiji la Dar es Salaam, yayumkinika kuamini kwamba Chadema ina wanachama zaidi ya laki moja. Haya ni makadirio ya chini kabisa. Kwa hiyo tuseme, katika hao wanachama laki moja, haiwezekani wote wajitokeze kwenda mahakamani. Kwa hiyo ungetarajia kwamba angalau wanachama tuseme elfu tano au elfu kumi Unadhani kama wanachama elfu tano au elfu kumi wangejitokeza mahakamani hiyo tarehe ishirini na nne unadhani polisi wangekuwa na jeuri ya kufanya hicho walichofanya? Ni wazi wasingeweza kufanya hivyo. Lakini sasa hili ni swala ambalo lina ni pana zaidi ya Chadema, kwa hiyo ni rahisi pengine kulielekeza kwa Chadema, na ma, ma, manunguniko ya, ya mwanadada Mange hayawahusu Chadema peke yao yanahusu Watanzania kwa ujumla kwa sababu hili ni tatizo la Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Lissu asingekuwa ndani na asingekuwa ndani muda huu endapo swala hili lilikuwa ni kwa ajili ya Chadema peke yao. Mheshimiwa Lissu yuko ndani muda huu kwa sababu swala hili la Watanzania kwa ujumla. Lakini kwa bahati mbaya, sisi tulio nje ya Tanzania mara nyingi tunatengwa katika mjadala kuhusiana na hili ha, hii miito inayotolewa ya watu kujitokeza kwenye um, haya mapambano au kwa ajili ya kudai haki. Mara nyingi tunapoongea watu huwa wanasema kwamba oh, wewe una washawishi watu wajitokeze wakati wewe upo huko, ilete basi familia yako. Njoo mwenyewe, tuko field. Unakuta kuna ukosoaji mkubwa. Na nitatoa mfano hai. Mwezi wa 11 um, kulikuwa na matamko fulani yalitolewa na Chadema nadhani kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi wa serikali za vijiji, vitongoji na mitaa na rafu nyingi sana zilizofanywa zaidi ya Chadema. Kwa hiyo yalitolewa matamko fulani na mimi nikaandika nikatoa maoni yangu kwenye mtandao wa kijamii um, wa Twitter kwamba ni muhimu sasa kwa Chadema ikae chini na kutafakari kwa sababu hizi mbinu zinazotumika sasa hivi zimefeli. Unaona mbinu hizi zilitumika, huko nyuma, hazikuwa na ufanisi. Kwa hiyo zinarudiwa tena sasa hivi. Haya matamko ya kila, kila kukicha hayataleta mabadiliko kwa sababu hawa wamesha wazoea, wanajua hata wakiwafanyia nini mtaishia tu kutoa matamko. Mnajibidi kuangalia upya. Basi bwana, baada ya kutoa ushauri huo, nikamwagiwa matusi, na aliyenitukana ni Martin Maranje Masese, na si mara ya kwanza huyu kijana kunitukana. Yeye nikiongea kitu cha labda nimeipongeza Chadema au nimeongea vitu pozitifu, huwezi kumsikia lakini nikiikosoa Chadema lazima atajitokeza na lugha anazotumia ni chafu. Lakini cha kusikitisha ni kwamba viongozi wa Chadema ambao baadhi mimi nafahamiana nao kina Mheshimiwa Mbowe wakina Mheshimiwa Lema ni watu ambao tunafahamiana, hawajawahi kukemea lugha chafu inayotolewa dhidi ya watu ambao kwa hakika hatuhusiki na chama hiki. Tunapojitokeza kutoa ushauri, tunafanya tu kwa sababu tunaguswa na yanayowasibu um, kwa hiyo yeye moja ya vitu alivyo alivyozungumzia sio ile hoja yangu kwamba ni muhimu Chadema kubadili mikakati, lakini yeye akazungumzia kwamba mimi niko gaibuni nimejificha, si usalama wa taifa, sio mtu gani, maneno ambayo kwa kweli sio mazuri. Unajua, na sikuwa nimefanya kosa kwa sababu nilikuwa na shauri cha ningeweza kupuuza kwa sababu hainihusu kwa kiasi kikubwa, lakini katika maelezo yake pia, uh, hata uh, mwanadada Mange pia, katika nani, katika maongezi -ma -ma yake amegusia hili pia la kusema kwamba kuna watu ukiwapa ushauri, unakwambia oh, wewe uko huko nje, kwa nini usije wewe mwenyewe? Sasa hii inasikitisha kwa sababu kwa namna fulani inawatenga watu ambao kimsingi tunajihusisha na vitu ambavyo pengine havituhusi moja kwa moja. Kinachotuhusu ni kwamba haya ni masuala ya Watanzania na wa Tanzania wenzetu. Na unaweza kuwa uko nje, husumbuli na chochote unajua. Lakini, ah, nafsi inakusuta kwamba mie mambo yangu mazuri, lakini kuna watu ambao pengine haki zao zinakandamizwa, ndio tunapata kuhamasika kufuatilia vitu kama hivyo, kwa hiyo kuna changamoto hii katika kuhamasisha au kuwakosoa kukosoa, uh, labda au kukumbushana wajibu wa uh, watu wa wanachama na vitu kama hivyo, lakini kwa upana zaidi ni kwamba hili tatizo ni kama nilivyosema ni pana zaidi ya Chadema um, kwa sababu kama kesi ya juzi hawakuwa wanachadema pekee waliotakiwa kutokea. Uh, kesi ya juzi ilikuwa kila mpenda haki alipaswa kutokea, sawa so, lakini ni vizuri kuliangalia kwa muktadha mpana zaidi, na nitatolea mfano mwingine. Unajua, mgao wa umeme ulidumu Tanzania kwa zaidi ya miaka thelathini, lakini hakuna mara moja ambapo zilifanyika jitihada za kuibana serikali imalize tatizo la mgao wa umeme. Kwa kifupi, mgao wa umeme ulijimaliza wenyewe hakukuwa na shinikizo, hakukuwa na jitihada zote. Kuna watu ambao wameunguliwa na nyumba, kuna watu ambao mafriji yamelipuka, kuna vifo vilivyotokea, kuna kila aina ya madhara yaliyosababishwa na mgao wa umeme katika zaidi ya hiyo miaka thelathini, lakini sio mara moja kulifanyika jitihada yoyote ya kukabiliana na mgao wa umeme, na huu uliwagusa Watanzania wote isipokuwa vigogo ambao hawaguswe. Hilo moja. Pili, kuna sekta ya huduma za simu za mkononi. Um, hii sekta toka mwanzo imekuwa na changamoto. Huduma kwa kweli zina changamoto si kwa, kwa kutende, kuitendea haki sio Tanzania pekee, kwa sababu hata Uingereza huduma za makampuni ya simu sio za kuridhisha sana. Uh, kuna sehemu kuna wakati zinapatikana zinapatikana, wakati mwingine wakati wote zinapatikana, lakini sio za kuaminika sana. Uh, network ni tatizo, lakini kwa Tanzania makampuni ya simu yana reputation mbovu sana, wizi wa mabando na vitu kama hivyo na nini kinachofanyika? Watu wengi hukimbilia mtandaoni kulaumu, watailaumu Tigo, watailaumu Voda na vitu kama hivyo, lakini hakuna hatua zinazochukuliwa. Mara nyingi huwa wanapenda kusema hivi, mnadhani watu wengi wakiamua kuhama, uh, labda mtandao, kutokana na ubovu wa huduma zake, lazima huu mtandao utagundua kwamba bwana, tunapoteza wateja, kwa hiyo inabidi tubadilike na vitu kama hivyo. Sasa tukirudi, tukitoka kwenye mifano hii kurudi katika hali halisi, light policy wetu ambao wanaamini kwamba ubabe ndio njia sahihi, ndio njia pekee ya kukabiliana na watu wanaotaka kushiriki shughuli ambazo ni haki yao kikatiba kwamba njia pekee ya kuwahudumia ni kuwapiga, kuwakamata, kuwateka. Lakini wale wanaofanyiwa hivi wanapokea vile vitu bila, uh, bila namna ya kuonyesha kama no, this is unacceptable. Haiwezekani kuendelea vitu kama hivi. Nini sasa cha kuwazuia hawa watu kutoendelea kufanya hiki, kwa sababu haya pia niliyaongea mwaka jana kabla ya uchaguzi wa serikali za vijiji mitaa na vitongoji kwamba kama mwaka elfu mbili na kumi na tisa CCM waliweza kufanya uhuni waliofanya na wakavikandamiza vyama vya upinzani walivyoweza kuvikandamiza, nini cha kuizuia CCM kurudia tena Novemba 2024 kile walichokifanya elfu mbili na kumi na tisa na wakakirudia kwenye uchaguzi mkuu wa 2020 na 20, na hakukuwa na athari. Mnakumbuka wapinzani walisema oh, tunasusia tunakwenda mahakamani sio na nini, yakaisha hewani Tuache hilo. Majuzi Mheshimiwa Freeman Mbowe aliizushiwa kesi ya ugaidi, akakaa ndani muda wa kutosha, lakini kilichomtoa sio shinikizo la wanachadema au Watanzania. Tunafahamu kilichomtoa. Na baada ya kutoka ndio ikawa imeisha vile. Sasa nini cha kuizuia serikali hiyo iliyoweza kumzushia kesi isimzushie Mheshimiwa Lissu? Kwa hiyo hivi vitu viko hadharani lakini kuvizungumzia vinakuwa vigumu kwa sababu unapovileta katika mjadala wa kawaida lugha watu wanaopokea wanakuja pengine na utetezi wa matusi. Kuna mfano mwingine ambao pengine watu wengine hawataupenda. Takriban kila wiki watu huwa wanakutana mtandaoni kwenye Twitter uh, Twitter space yuko Twitter. Uh, mwanaharakati Maria Sarungi huwa anafanya uh, hiki kitu kinaitwa Twitter space ambako watu wanajadiliana kwenye mtandao na mada zinakuwa ziko mbali mbali. Mada nyingi zinahusu masuala ya Tanzania, katiba mpya mheshimiwa Lissu Chadema na vitu kama hivyo, na ni nadra kuwa na chini ya wa watu elfu moja wanaojitokeza. Wakati mwingine ni watu elfu tano, wakati mwingine ni watu elfu kumi, na wengi wanaongea kwa hisia kubwa sana. Lakini pia kuna makutano mengine ya wa Watanzania huko kwenye mtandao wa kijamii wa, wa, wa Clubhouse. Um, mingi moja sauti ya Tanzania na mingineyo ambapo huwa wanajitokeza watu wengi na lugha ukisikia kwa kweli inaonyesha kuwa watu wanahamasa, watu wamechoka, watu wako tayari, nguvu ya umma inakaribia kuchukua hatua. Lakini ukitolewa wito wa viongozi wa Chadema au wengine wapinzani, mara nyingi ni Chadema ndio inayoongelea ina, maslahi ya Watanzania, hakuna anayejitokeza. Sasa ni rahisi kuonekana kama unachosema hivi na walaumu, lakini ni muhimu pia kuelewa kuhusu mazingira ya watu, kwa sababu mtu anajiuliza um, mtu ambaye hana uh, kesho yake hana uhakika nayo, ni vigumu kujitokeza kwenye maandamano um, kwa sababu anasema bora nijikalie tu nyumbani nihangaikie kesho yangu. Ndio, ndio ubaya wa umaskini. Umaskini ni ni, ni kama laana. Umaskini ni kama kuwajela kwa sababu mtu gani ambaye anaweza akaacha uh, familia yake halafu aende kwa ajili ya kumpigania Mheshimiwa Lissu, japo anachokipigania Mheshimiwa Lissu ni kwa ajili ya kumkomboa mtu. Sasa tatizo ni kuunganisha haya, na hiki ndio kinachokosekana kinacho zaidi, jitihada zimejikita zaidi katika kuongelea mambo ya juu badala ya kuongelea mambo katika ngazi ya chini, yani katika hali ya familia. Je, familia yako inaathiriwa vipi na katiba mpya? Na hili niliongea mara nyingi na nikaishia kutukana kwamba ni muhimu napoongelea kuhusu mambo ya katiba mpya, sijui rais ana nguvu nyingi, sijui na nini. Msitumie lugha hiyo ngumu ya kisiasa, ielezeni katika lugha ya kawaida. Je, mtu maskini familia yake inaathiriwa vipi na ukosefu wa katiba mpya, ili siku mtakaposema bwana, tunataka kuandamana kwa ajili ya katiba mpya, aelewe kwamba hiki kinanihusu mimi pia. Basi mimi naomba niishie hapa, kwa kuomba nawe ushiriki kwa kutoa maoni yako hapo chini kwenye comments. Nini kifanyike kwenye changamoto hii. Asanteni na kwaheri.